Naam, asante sana dugu Changwa, nitajua hii jina kesho, nitatamka jina lako vizuri. Nashukuru sana kwa makaribisho ya asubuhi, na pia ninamshukuru dugu kwa kuweza kufanya maombi ya unyenyekevu. Ninashukuru sana kwa sababu haya, niruhusu nilete salamu za upendo wa Yesu asubuhi. Njema, Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa asubuhi ingine ambayo ametupa, na kama vile kaka ametangulia mtumishi wa Mungu anaposema tunaingi, tuko katika siku ya nne. Ni jambo ambalo ni la kumshukuru Mungu kwa sababu kila siku amekuwa akijidhihirisha, na leo tunapozidi katika kuangazia kusimika nanga zetu nda, kwa, kwa ajili ya dhoruba ama ukipenda uh, kuweza kuwa na udhabiti katika nafasi ambayo tunajua, katika ulimwengu ni safari, na katika safari hii ina changamoto ina shida zake, na in fact nikasoma pahali pamoja leo, alikuwa anasema mwandishi ya kwamba katika dunia hii kuna majonzi, watu wanalia, na ndiyo maana Mungu hakusahau kumvuvia Yohana katika kitabu cha Ufunuo ya kwamba atukumbushe atakapokuja kila chozi litafutwa. Ina maana nini? Kama kuna machozi itafutwa pale mbele, ina maana basi kuna kulia, lakini katika kulia kwetu Mungu akatupe tumaini hili ya kwamba kila chozi litafutwa. Leo tunaingia katika sehemu katika kitabu mojawapo ya vitabu za roho ya unabii kitabu kinaitwa Higher Experience, kimeandikwa na nabii wa Mungu Ellen G. White. Katika sura ya kwanza, huwa inaongea kuhusu kuishi ama imani iishio, na katika imani hiyo iishio, mwandishi anatangulia kwa kusema ya kwamba kuna jambo moja ambalo ni la nguvu zaidi. Kiingereza anasema there is an eloquence far more powerful than the eloquence of word in the quiet consistent life of pure true Christianity, what a man is has more influence than what he says. Jana mojawapo ya mambo ambayo tuliozingatia ni kwamba ili imani yetu idumu kuwa ni imani hai, ina maana lazima tuwe watu mashahidi. Lakini nashukuru kwa sababu ya statement hii ambayo ni ya nguvu sana. Kumbe watu wengi tumekuwa na changamoto, hata hapa katika maombi yetu kila siku, tuna kipindi kingine tunakuwa na upungufu, uhaba wa walimu, kwa sababu labda kwa ukweli ni kwamba si wote ambao utakao we kuwa na kipawa ya kuhubiri. Lakini sikia, mtu wa Mungu, kumbe mahubiri tu si ya kutayarisha Bible study na kutembea na roho ya unabii na kitabu kingine na Biblia, eti ndiyo maana niweze kufungua kinywa niseme. Lakini nashukuru kwa ujumbe huu ambao ni wa kipekee sana. Unajua the word eloquence. kuna watu wengi sana nilipo nilipopata nafasi ya kutumika pale chuoni, nilikuwa nimetoka katika kanisa lililokuwa linaongea Kiswahili na katika hapa, uh, chuo vio vikuu hamna lugha nyingine. Hata wewe unaweza fikiria, tunaweza ongea na kama vile ambavyo Tanzania wanaenzi Kiswahili, hata hapa Kenya kwa kiwango kikubwa ni ni ni matabaka tu tofauti tofauti wanajulikana kwa lugha ya Kiingereza, na kwa hivyo nilipoenda kipindi cha kwanza, nimetoka katika kanisa la Kiswahili maisha yangu yote imekuwa ni kucommunicate na Kiswahili, na sasa nimepelekwa ina higher learning institution, ni niwatumikie nikiwa mchungaji, na pia sasa huyu mchungaji lazima awe anajua mambo. Hebu nikueleze, mtu wa Mungu, ilichukua muda, kwa sababu nilikuwa naambia marafiki zangu kuna kipindi kingine mpaka ni, ni maana ukiwa mchungaji tu lazima utaongea, utahubiri utakuwa na mambo ambayo unataka kanisa liweze kuelekea nzuri, kwa hivyo lazima u communicate. Ilikuwa naambia marafiki zangu, ilinichukua muda ya kwamba ilibidi mpaka ninaandika salamu mm. Nakwambia Mungu atakuwezesha kipindi kimoja, kwa ile kitu unayotamani atakupa leo, kwa sababu ya muujiza wa kipekee unapata una, una, una, una nafasi ya kuhubiri na hiyo Kiingereza. Na, nasema hivyo ili niweze kuencourage mtu ya kwamba tunatafuta, nilipokuwa ninaandika hizo salamu ninataka nifikie kiwango eh? that eloquence ndio ninapokuwa ninaandika hizo, jinsi nitakavyoanza, jinsi nitakavyomaliza. what, what I'm looking for It is a eloquence ndio ninaposimama, we, we, we, we be at the pa eh? tuwe pamoja na wale wasome, lakini kumbe kando na hayo, kwa sababu hiyo ni baadhi ya kazi. Kuna another eloquence yenye inaweza fanya kazi zaidi, kama ningekuwa na jina nzuri ya Kiswahili hii. Yani, kuna uweredi mwingine wa, wa ajabu sana, ambao hautoshi kwa maneno, hautoshi kwa, kwa, kwa jinsi ambavyo unaweza fikiria, lakini inatosha kwa kuwa na maisha ambayo ni ya utulivu na kuwa na maisha ambayo ni ya, ni ya ni safi ya kuwa a true Christian. Na ndiyo maana afisa mmoja anapokuwa uh, wale mafarisayo, the Sanhedrin, na wale the Pharisees walipokuwa wanampinga Yesu, kitabu cha Yohana saba ukisoma yote, hata wale, wana, wale wanafunzi wale ndugu za Yesu hawakumwamini. Na Yesu wako katika harakati za kufanya ministiri yake, lakini hata wale watu waliokuwa wanahudumia wale walikuwa ni Mafarisayo, hawakumwamini. Lakini nashangazwa na maneno ya mtumishi mmoja hapa, hawa watumishi, Biblia usema hiyo hiyo saba na mstari wa arobaini na sita ya kwamba wale watumishi wakajibu, hajanena kamwe mtu yeyote kama huyu anavyonena mtu wa Mungu. Yesu alikosa kunena kama kawaida ya watu wengine, kwa sababu pia maisha yake ilikuwa na utofauti. Yani, aliishi maisha ambayo haikuwa ni ya mtu wa kawaida. Na namna gani ninaposema mtu wa kawaida, usichukulie kwa haraka ya kwamba aliishi maisha ya uungu, kwa sababu tunajua Mungu alikuwa 100% man, na alikuwa 100% God. Hiyo inatupa nini? Ya kwamba katika kuishi kwa Yesu, he was not just an ordinary person, alitamani akae kama mtu asiyo wa kawaida. Na ndiyo sababu katika semezana na Mungu kila asubuhi tunapokuja hatuwezi kuwa watu wa kawaida na watu ambao hawajaamka ili jambo linafaa likutie moyo. Ili ili wanapotoa ushuhuda wanasema, hatujasikia mtu mwingine ambaye ana ushujaa. Tumekuwa tukimwombea ndugu Benedikto katika platfomu hii na na, na tunapoongea kuhusu hali yake ya afya, inapozidi kuzorota, inapozidi kuwa anapozidi kuwa katika kitanda ninatamani ikiwa ni mmoja wetu aliye hapa maana, kumbuka pale Yesu, pale Mungu hakusahau ha, kumwambia Yohana, andika kila chozi litafutwa. Kuna maana tutalia ikiwa ni kipindi cha mmoja wetu aliyeko hapa, kwa sababu mambo hutokea. Tunaomba Mungu atulinde, lakini hata hivyo, kama Ayubu, Ayubu anasema ya kwamba japo kuwa mambo haya yote inaweza kuwa, mimi najua mtetezi wangu yu hai, hata ikifika kipindi kama hicho ambacho ni cha kuwa ulimwe, yani dunia yako imekuwa giza ya kwamba wa, hata ukiwa hapo unajua, sitaki kusema ukiwa hapo kwa kitanda, lakini ukweli ni kwamba hatujui vile ambavyo mambo iko. Tunaomba Mungu atuzuie, lakini kwa kipindi kingine tunaweza jipata nikiwa kwa kitanda hicho, wale watu wanaokuja kunitembelea, maana nao watu lazima waje waende na ushuhuda. Hatujamuona mtu mwingine anayenena maneno ya, ya ushindi hata kama ako katika kitanda kama huyu mtu natamani Mungu anisaidie nitolewe, ushuhuda ya kwamba dhiki yangu iwe ni ushuhuda tosha. Unajua, unapo imani inadhibitika katika matatizo ama katika changamoto. Unajua, tuna uwezo wa kuimba wimbo mchana, wakati maisha ni nzuri, wakati wa future looks very bright, wakati wa promotion tunaweza uimba wimbo tunaweza sema Mungu atukuzwe, lakini nataka nikuambie, imani inathibitika kipindi ambacho kuna giza. Sasa mpendwa, roho ya unabii anasema hivi ya kwamba huyu mwanamume hakuongea kama wanaume wengine, na jambo moja ambalo ni la msingi ili tuweze ku, ku, kujifunza katika maisha haya ya Yesu our perfect example. Kumbuka fungu letu la kukawi la kukaliri linasema ili tusiwe tena watoto wadogo tukiyumbayumbishwa tukitolewa katika upande huu. Leo niko katika dhiki ninaumia, leo niko katika furaha, nina kila mtu anajua ina maana ili mwanaume huyu Yesu, wale watumishi waseme hatujamsikia mwingine anayenena jinsi anavyonena. Ni kwa sababu ya mtindo wa maisha yake, haikuwa ni maisha tu ya kawaida. Ina maana nini? kama ni neno ambaye, kwa sababu yeye ni neno la kweli, kama ni neno aliishi kama hilo neno alilolisema. Ndio maana katika sura hiyo ya kwanza ningependa ninge, ukipata nafasi yako, this must be a take, you, a take away home. Chukua hii kitabu maana ninajua uko na LNG white estate, chukua hii kitabu the higher experience, na maisha yako haitakuwa ya kawaida tena, katika jina la Yesu. Anasema katika neema hii, ili tuweze in order to convince others of the power of Christ grace we must know its power in saving of souls must be the gospel by which our own souls are saved. Hatutaweza kuwa mashahidi tosha kama hata sisi hatujaaminiana na hizo nguvu, na ndiyo maana Paulo anasema kule kitabu cha Timotheo ya kwamba ndiyo siku za mwisho kutakuwa na watu wa aina tofauti tofauti, hiyo ni tatu, anasema, anaongea, anasema watu ambao watakuwa katika ulimwengu, lakini kile ambacho anachosisitiza na huwa kinanitia wasiwasi kama Mkristo, anasema ndiyo wanakiri ya kwamba wao wameokoka, lakini wanakana nguvu za huyo Mungu anayeokoa. Kama tunaamini ya kwamba Mungu ana uwezo wa kutusaidia kutukinga tu, tu, tu, tu, tu, kutukinga tusiingie majaribuni basi ina maana nikiweza kuamini ya kwamba Mungu anaweza kunisaidia nisianguke, ninapoenda kumwongelesha mtoto wa Mungu aliyeanguka, nitakuwa na nguvu ya kumwambia Mungu ana uwezo kwa sababu hata mi maisha yangu inadhihirisha ya kwamba Mungu ananisaidia, kwa sababu hatuko immune. We are not immune ya kwamba hatuwezi tenda dhambi. Ndiyo maana pale Yohana anasema ya kwamba kwa nyinyi watoto wangu wadogo nawaandikia msitende dhambi, lakini mukitenda ina maana God is not ignorant, ya kwamba tunaweza tenda, lakini cha msingi ni kwamba tunaamini hiyo nguvu ina uwezo wa kutusaidia tusitende dhambi. Mtu wa Mungu, asubuhi ya leo, katika kitabu hiki anasema ya kwamba there is no other influence, hamna influence ingine. Na hebu niwaambie na ninaamini ya kwamba katika rumu hii kado na kwamba tunaweza kuwa na madhehebu me, watu wa madhebe, madhaba madhehebu mengine, ninajua kikundi kikubwa ni cha Waadventista. Ulimwengu huu haungekuwa jinsi ulivyo kama kila Muadventista aliishi kwa lile ambalo analolijua ana tunajua ukweli ni kwamba tunajua ya ukweli huo, tunajua sasa. Tuna, tuna, tuna, tuna learn ama tunajifunza nini katika hadithi hii ama kisa hiki cha Yesu? You need to have a deeper connection. Unajua Yesu anasema ya kwamba mimi ni mzabibu kaeni ndani yangu, ya kwamba wale watu ambao tuko na fridge kwa nyumba, ukitoa hiyo fridge, yaani u disconnect from the power, uwe umeweka matunda ya kwako hapo, umeweka vitu vyako ili ziwe sawa, uki disconnect hivi, hata kama hiyo fridge ni mpya, hizo vitu ziko ndani zitaoza yaani hiyo fridge na hizo vitu kukaa kwa freshness zinakaa kwa sababu i, ile soketi imesimikwa pale kwa ukuta, yaani ina maana kadri tu hivi tutakavyojitoa kwa kutoweza kuwa na na, na deeper experience ya ya Mungu kipindi kunapokuwa na changamoto, tutaumia, tutaoza ndani. Tuko, tuko tuko ndani tuko nje ama tuko ndani ya tuko ndani ya kitu ambayo ni kizuri, lakini tusipozingatia itakuwa ni jambo ambalo si la msingi. Kwa hivyo lazima, u, i, i, lazima you need to have a a deeper deeper experience and a deeper connection, na kama Ayubu anasema, mimi ninajua, I know my Redeemer liveth. Ili utoe maneno haya it takes A deeper experience with God. <laughs> Jana pahali pa tulikuwa tunaongea na wachungaji wengine, na wakawa wanaongea hali ya kazi, na hasa sana ambayo mchungaji wetu Kangaragwa amepata kazi ya kuwa secretary ama executive secretary, na walikuwa wanasema jinsi ambavyo kuwa secretary ina maana kule ndani una deal na policy <laughs> Sasa mhubiri mmoja chaplain wetu pale akasema eti kuna kuna secretary mmoja, kwa sababu ya hii policy lazima sasa Pastor Kangara kwa maisha yake imebadilika tu hivyo eti, kwa sababu sasa kila kitu ki, ki, kila kitu sasa ni policy policy, policy, akipeleka kichwa yake pale, hiyo miaka ambayo amechaguliwa inaweza kosa kuisha kwa sababu pale ina deal purely na, na na policy, na hiyo ndio tumekuwa tukiombea mchungaji wetu wa faulu kabisa sasa yule yule chaplain akasema eti, kuna kuna secretary mmoja aliyechaguliwa kwa sababu ya kusoma policy, policy. Siku moja alipokuwa katika mahubiri akasema uh, policy inasema. Alikuwa kwa hubiri anataka kusema na neno la Mungu linasema, alafu akasema na policy inasema. Sasa watu wakashangaa, na huyu mtu ana nini? Anasema ya kwamba na policy inasema. Yaani, kwa namna ingine alikuwa ameingiwa na mambo ya ndani ya polisi. Kiasi ya kwamba kuongea kwake ni policy na ndiyo maana huyu yu, Ayubu anaposema ya kwamba ninajua a deeper experience with God. Tukaona hiyo kazi ya policy si ya kila mmoja, si yani, si kila mtu ambaye anaweza anaweza soma hiyo kitu na aelewe na aifanye vile inafanya, kasoro mchungaji wetu ambaye Mungu amemneemesha, yani ina maana it needs a deeper experience a deeper experience ya jambo hilo. Sasa tumalize kwa kusema hivi ili tuweze kuwa na imani hii inayoishi, eh? Imani ishio living faith. La msingi, la msingi ni kwamba uh, you need to have a deeper experience and it takes a deeper sorry, you need to have a deeper connection na hiyo connection it takes a deeper experience with the God. Number two, acquaint yourself with the God. Mjue sana Yesu. Mjue sana Mungu. Mjue sana Mungu. Anasema ya kwamba, Paulo, ya kwamba tumesukumwa. Inakuanga ni kitabu cha Wakorintho wa pili. Iyo nne. Na mstari wa nane mpaka kumi kwa wakati wako utasoma. Pande zote tuadhikika, bali hatusongwi, twaona shaka bali hatukati tamaa, twaudhiwa bali hatuachwi, twatupwa chini bali hatuangamizwi. Siku zote twachukua katika mwili kuuawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu. Wapendwa, asubuhi njema. Cha msingi tunachokisema asubuhi ya leo ni kwamba imani hii inayoishi kutoka kwa kitabu cha Roho ya Unabii, ni vile muda wetu haututoshi, lakini anasema yule yule yule yule nyoni de, ndege ndege, there is a, anasema ya kwamba there is a bird ambayo inaimba, na tunajua hiyo hadithi vizuri, yule ndege ambaye anayeimba, anayefundishwa kuimba not unless kusiwe na any other noise that is around, kwa sababu asipokuwa katika nafasi ambayo imetulia atachukua na hizo kelele, na ndio sababu wale wanaofundisha hao dege wanakuwa pahali wamejifungia, hata kuna giza. Watakapokuwa wametolewa nje, wataimba ile kitu waliosikia huko, ikiwa hiyo ya waliojifundisha. Ina maana katika maisha yetu ya kujifunza hapa asubuhi, Mungu anatufundisha kipindi hiki, ili tunapotoka huko nje tutauimba wimbo ambao tumeuimba leo asubuhi, maisha yetu yakaangaze, maisha yetu yakawe shuhuda tosha, maisha yetu yakawe ni kielelezo, ili ulimwengu uokolewe kupitia kwa matendo yetu, katika jina la Yesu. Amina, amina. Tuliye binguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa familia ya kibingu, familia yako ambao tumekuja pamoja asubuhi hii, matamanio yetu ikiwa ni kwamba uanze siku pamoja nasi, jinsi ambavyo jicho lako limetuangalia na kwa mguso wako ukatupa uwezo wa kuamka. Sasa tunapoanza kupiga hatua kwa ajili ya kukabiliana na, ma, na, ma, na, ma, na, ma, na mambo ya siku, ukawe kiongozi wetu. Wanaosafiri, tembea pamoja nao. Wanaoingia katika biashara, ukawabarikie kazi za mikono yao. Wanaoingia katika maofisi, ukawape feva ambayo inatoka kwako. Watakao wahudumia wote washuhudie hakika ya kwamba wamekutana na watu wanaompenda Yesu. Walio wagonjwa waponye, wanaolia ukawatulize mioyo yao na hadi siku ya kesho tuweke chini ya ulinzi wako. Shetani ambaye huja kuua, kuharibu na kuimba, tunamkemea katika jina lako, maana kwa uwezo wako hata tuua, bali tutaishi kwa sababu ya kulihudumia neno lako. Utukuzwe sasa na milele. Bariki wanasemezana na Mungu, bariki nchi zetu, Tanzania pamoja na Kenya, utulivu wako ukaonekane katika jina hilo la Yesu aliye daima haki yetu. Amina.